E, katika unwani inayosema hal nazidu fi rasuli madhi rasuli sallallahu alayhi wasallama, je, tuzidishe katika kumsifu mtume sallallahu alayhi wasallama. Kwa nini swali hili? Kwa nini mwajisikia matungu gani akisifiwa sana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama? e, hatusikii utungu wowote bali twa msifu mtume sallallahu alaihi wasallam naye ana haki ya kusifiwa, lakini mushkeli kumpa sifa ambazo zimezidi kimo chake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zisizo zake. E, kwa mfano akipewa sifa za malaika itakuwa tunasema urongo. E, au tuka tukampa sifa ambazo hana, tutakuwa tunasema urongo au tukampa sifa zinazompandisha mpaka katika daraja ya Mwenyezi Mungu Jalla waala, kadhalika tutakuwa tunasema urongo na tutakuwa tunafanya shirki. Na sababu ya pili, mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam alikataza hilo la kusifiwa sana e. Kwa hivyo e, ikiwa alikataza maana yake hiyo ni message yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye amesema ballighu anni, fikisheni kutoka kwangu, walau aya, japo kipande cha maneno E, kwa hivyo katika vipande vya maneno ambavyo tumevipata kutoka kwake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amesema la tuturuni, msinisifu mimi kama atrati nasara, kama walivyosifu alitra. Wanasema ni almubalaghatu fil madhi ni kuvuka mpaka katika, katika kusifu, labda ukasema wewe mtume hauli wewe mtume hausikinda wewe mtume hautokwi na jasho wewe mtume katika kumsifu sifa za urongo. La e, tuturuni msinisifu kwa kupita kiasi, kama atarati nasara Isa bin Maryam, kama ambavyo manasara walimsifu Isa bin Maryam. Hapa kuna ishara kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anaona asipotoa hii tahadhari, tutamfanyia kwa mapenzi, kwa nia njema tu kama yale ambayo walimfanyia manasara nabii Isa kwa nia njema, lakini ile nia njema ikawapeleka mahala pabaya. Kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam anaogopea na nini. Wanasema historia huwa ina kawaida ya kujirudia, hata waswahili wakasema ukiona mwenzio ananyolewa na, na we tia maji, yaani ukiona wenzio waliokutangulia wamepatwa na kadha, na wewe una, unaweza kupatwa na hilo, chukua tahadhari. Ukisema tia maji, yaani wasemi peleka kichwa unyoe, wanasema wanamaanisha chukua tahadhari kwa hivyo nini, e, ile hadithi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inayosema kwamba nini waligawanyika manaswara katika mafungu sabini mayahudi katika mafungu sabini na moja yote motoni kasoro moja, ni yani sabini motoni isipokuwa lakini fungu moja. <coughs> Manaswara, manaswara wakagawanyika katika mafungu sabini na mbili, naona limeongezeka. Yote yatakwenda motoni isipokuwa moja. Waislamu watagawanyika katika mafungu, wasataftariku umati ila thalathin wa sabina firqa, umati wangu utagawanyika katika mafungu 73 yote yatakwenda motoni isipokuwa moja. Unajua kwa nini mtume alipanga sabini na moja, sabini na mbili yule anayekuja sabini na mbili yule anayekuja sabini na tatu kwa, kwa, kwa sababu wanadamu wana tabia ya kukopi na kupesti yale yaliyojiri katika historia, majority ya watu na nature inakuwa na inapelekea namna hiyo. Kwa hivyo, angalia, hawa walikuwa wana mapotevu sabini, makundi sabini ya upotevu. Wakaja hawa waka, wakaiga upotevu wa makundi sabini wakaongeza moja. Wakaja wale wakaiga manani ma, ma, ma, sabini na moja wakaongeza moja. Sisi tutaiga sabini na mbili, sabini na moja tutaongeza moja. Nafahamu? kwa sababu hiyo na Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema e, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni kwa njia ya wahi taban. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa taarifa ya ghaibu kwamba mtafuata nyinyi nyendo za za wale waliokuwa kabla yenu, hatua baada ya hatua, hata wakiingia katika shimo na nyinyi mtaingia. Kwa hivyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiogopa, akiogopea sana umati wake kufanana na Manaswara kwa kuwa Manasara wamemsifu sana mtume wao mpaka sasa, wanamuombaga na wanamfanya ni Mungu mpaka, mpaka wako katika utata na ikhtilafu. Je, ni Mungu au si Mungu, kutokana na sifa alizobambikwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Akatahadharisha akasema la tuturuni. Hakusema tu msinisifu akaishi hapo, akasema kama atharati nasara ayy sabna ayy sabna Maryam, kama Manasara walivyomsifu Isa bin Maryam. Tuwe makini kwa sababu jambo hili limetokea katika umma wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatusemi li, linaweza likatokea, lishatokea. Tushaona sifa nyingi tu sana ambazo kasifiwa nazo e, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambazo si zake. Hadithi hii rawahu Albukhari, imepokelewa na Albukhari. E, inasema msinisifu kama ambavyo wamemsifu, amemsifu manasara Isa bnu Mariam. E, akatuelekeza katika mipaka ya kutusifa akasema, fainnama ana abdun, mimi ni mja na ni mtumwa na ni mtu ninayemwabudu Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu azza jalla, semeni mtume ni abadun, nasi ni mwenye kuabudu kuliko watu wote. mtume wa innaka la ala khuluqin adhima, na tabia nzuri kuliko watu wote. Kimaumbile mtume sallallahu alaihi wasallam ni mzuri kuliko watu wote. Jasho la mtume sallallahu alaihi wasallam ni nzuri, halina harufu Mtume sallallahu alaihi wasallam inajuzu kutabaraki kwa dhati yake, tofauti na kutabaraki kwa dhati ya yeyote. Mtume sallallahu alaihi wasallam mwili wake una baraka. Mtume sallallahu alaihi wasallam amebarikiwa sana, dawa yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanikiwa kuliko mtu yoyote duniani, katika watu waliofanikiwa duniani kidini na kidunia. Unafahamu, msifuni tu katika hiyo mipaka ya kibinadamu inama ana abdun, mimi ni mja faqulu abdullahi wa rasuluh, semeni ni mja wa Allah na ni mtumewe. Rawahu al-Bukhari, amepokea imepokelewa hadithi na Bukhari. Al-itra'u huwa al-mubalaghatu fi al-madhhi, al-itra' ni kuzidi katika madhi. Ndugu zangu katika darsa, ndugu zangu katika imani e, katika katika Qur'ani katika surati al-Kahfi katika aya ya mwisho kabisa kuna aya inasema, na tuulizane, kwa nini Allah alisema, kwa nini Allah alitoa taarifa hiyo? Qul, sema ewe Muhammad, innama ana basharun mithlukum, si vinginevyo, angalia hili neno e, sio tu, hakika mimi ni mwanadamu kama nyinyi, hakika si vingine, ni hivi tu Maanake anakataa mambo kinyume na kusema mtume si binadamu, mtume si kadha. Na mimi nimestaajabu kwa wale ndugu zetu waliosema mtume ni mwanadamu si kama wanadamu. Neno hili ni kweli, ni mwanadamu si kama wanadamu wengine, ni kweli, lakini hiyo lafdhi, hiyo unayoisema ukikompea uki na ukiweka katika mizani na kauli ya Mwenyezi Mungu azza wa jalla, innama ana basharu mithlukum, muambie mimi ni bwana ni mwanadamu mfano wenu, mimi ni mwanadamu mfano wenu. Allah alikuwa anasisitiza kitu gani? Na wewe unataka kutengua kitu gani? Allah anasema, kul, waambie, innama, hakika si vinginevyo ana basharu mithilukum awaambie, kina nani? Umati wake. Ina maana umati wake ilikuwa ni jambo linaloogopewa kwamba watakuja wampe daraja mtume sallallahu alaihi wasallam ya urongo inayotaka kumtoa katika ubinadamu. Mwenyezi Mungu akamwambia, innama ana basharu mithilukum, waambie sema, mimi ni mwanadamu mfano wenu, mimi ni mwanadamu mfano wenu hata kama una maanisha maana nzuri kwamba mtume si kama watu wengine, lakini usiseme ni binadamu si kama binadamu, kwa sababu hiyo presentation itakuwa inagongana na maana hii ambayo Mwenyezi Mungu Azza Jalla ameisema. Si katika adabu kusema mtu si kama mtu, mtu si kama watu, kwa sababu Allah amekwisha kusema ni mtu kama nyinyi kisha akamsifu Mwenyezi Mungu Azza Jalla sifa kubwa tu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wewe sema hivi hivi, ni mtu kama watu wengine, alafu ongeza kama alivyoongeza Allah yuha ilayya. Huyu mtume analetewa wahi na ufunuo, ana mawasiliano ya mbinguni. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anapewa wahi gani? E, daraja yake ya kwanza ni kule kupewa wahi kwamba anapewa taarifa za mbinguni. Sio taarifa za mbinguni za kuota majani, taarifa za mbinguni kuliko habari yoyote. Taarifa za mbinguni zinazohusiana na lengo la kuumba dunia, taarifa za mbinguni zinazohusiana na lengo la kuumba binadamu na majini. annama ilahukum ilahu, ilahu wahid. Kwa hivyo ukubwa wa, wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuko kwenye uko kwenye kuwa yeye anapokea wahai lakini, ukubwa wake uko kwenye aina ya, ya ile habari anayopokea. Hapokei habari za kilimo, hapokei oda ya kilimo, kilimo watu alime hiki alime hiki. Wa wa mtume anapokea oda ya ya ya, ya kuwaambia watu mola wao anataka nini, na kwamba mola wao amewaumba kwa ajili ya ibada. Yuha ilaya inafunuliwa kwangu mimi anama kwamba si vinginevyo ilahu kumwabudiwa wenu ilahu wahid. Risala ya ukubwa wa risala ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam iko katika tauhidi. Hapa tunapata funzo kwamba mlinganiaji wa dini katika mambo ambayo anatakiwa ayapatilize kwa msingi kabisa, na yawe ndio msingi wake wa dawa yake ni suala la tauhidi, sio tauhidi tu, hasa katika tauhidi ya kuabudiwa Mwenyezi Mungu azza jalla, kwa sababu ili neno eh, anama ilahukum, kwamba mwabudiwa wenu ilahun wahid ni mwabudiwa mmoja. Hii ni tauhidi kwamba ibada zote zielekezwe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, asielekezewe yoyote katika ibada asielekezewe yoyote katika ibada yoyote za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwemo ibada ya duha. Idha sa'alta fas'alillah, ukiomba muombe Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla Weista, wa idha sta'anta fasta'in billah, uh, na ukiomba msaada muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Eh, tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe katika kila laheri. Kabla hatujamaliza tusome <coughs> maneno kama yalivyo. E, hal nazidu fi madhi rasuli sallallahu alayhi wasallam. Je, tuzidishe katika kumsifu Mtume sallallahu alayhi wasallam? Aljawabu, la nazidu fi madhihi, tusizidishe katika kumsifu. Qala taala, Mwenyezi Mungu mwenyewe kasema, qul, sema innama ana basharu mithlukum, hakika si vinginevyo mimi ni mwanadamu mfano wenu. E, message ya aya hii ni kwamba Mwenyezi Mungu Azza wajalla alikuwa na walimiti watu wasije wakavuka mipaka katika kumsifu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini wamsifu sifa ambazo wanazo kubwa kabisa. Yuha ilayya, mimi ninaletewa wahyi. Annama ilahukum ilahun wahid, kwamba si vinginevyo muabudiwa wenu ni muabudiwa wa mmoja. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ni aya katika surati al-Kahfi ya mwisho kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema la, ta, la tuturuni kama atarat nasara Isa ibn Maryama, msinisifu sana kama walivyomsifu sana manasara Isa ibn Maryam, fa innama ana abudun, hakika si vinginevyo mimi ni, ni mja. Watu wa wanasema manaswara walimwita Mungu, sisi hatumwiti Mungu. Sisi katika waislamu wako anaompa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam sifa za uungu. Acha mtume, watu wanasemaga madad, madad ya Abdulqadir, tupe wewe, tupe tupe tupe Abdulqadir. Wanamwomba dua Abdulqadir. Usiwe na wasiwasi kwamba wamemuomba mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama na wanasemaje? wa fina nabiyu ni yalamu ma fil ghadi, tuna mtume anajua yaliyoko yale yale yaliyofichikana. Mtume hajui mpaka ajulishwe. Hizo si katika sifa za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, na hii mambo ya kusema la ilaha ma, la ma kuna wala bakina, lau kama si mtume tusingelikuepo wala tusingelibakia. Tunasema lau kama si Allah tusingelikuepo wala tusingelibakia. Allah azza wa jalla angeliweza kumleta nabii yoyote asiyekuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, na ukisema hivi huja teremsha cheo cha bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Yeye ni sayyidul bashar wala shak, yeye ni bwana wa wanadamu wote na manabii wote bila ya shaka. Akatwambia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, fa innama ana 'abdun, mimi ni mtumwa, mimi ni mtumwa wa Mwenyezi Mungu azza wa jalla, si mtumwa wa mtu mwingine. Fakulu qulu 'abdullahi wa rasuluhu, semeni ni mtumwa wa Allah na ni mtumewe. Rawahu al-bukhariyu.